Umeoa ama umeolewa? Sasa wacha pia mi nikujibu wewe, ushai kuniona mi nikiingilia maisha yako? uliweka hiki, ulileta hi kitu public na kab public, kila hiyo ni opinion yangu. Unajua, ukisoma gazeti ati Trisha candid kameolewa Itakuwa ngumu sana kukuuliza hizi maswali lakini kwa sababu <laughs> iko online ndio nikakuwa curious. Ya, nakuelewa nakuelewa, lakini sasa na anything yoko... Kwa... being brought ni online na kujibu swali moja after the other inakuwa public, ndio kwa maana nimeweka mapua, ndio mimi ninakuuliza And... Basi wewe upiga makelele mtu akiingilia ya maisha yako, mbona unataka kuingilia ya maisha ya wenzako? utaweka ah, vibaya. Mimi nina analyze, mimi ni analyzer si we sianalyze, we ni mbea, wazeeka vibaya. Sasa hiyo maneno tusianalyze, tuseme tu congratulations na ni basi, we sema amba wengine mtu ajitaksia blood pressure ya juu, sijui kwa nini na maisha ya yeah, watu <laughs> oh, uh -huh. ni <laughs> <laughs> ah, si ni mbea nawaziweka vibasi. Nilisikia una ugonjwa wa moyo moyoweweao wa mbea ni mbea <laughs> <laughs> Hii ugonjwa wangu itazidi, usizidi watu wa ugonjwa wa moyo hawafai. Kwa hiyo vipi, ulikuwa tucheze game au walikuwa taka nini? Sielewi nini nawasumbua hapo. Ulikuwa unataka tucheze game au walikuwa mtaka tufanye vipi?

Kuita, jamani zoea binadamu nyako, nawe kwani wewe uzoei watu? Uzoea binadamu ndugu, uzoea wako hivyo hivo. Huwako wa-, wa, wa walikuwa wanataka sasa tukuwe marafiki. Haya, sitakuwa msabasi tena, nimeachana na mambo yako juaiii. ni, ni marafiki kuambiana, kuko ndugu yangu kutoelewana ndo hakuna Hmm. Kwa Nisi, na kuku. Kuku. Hapa ni makavu live yani, naambia hebu yeah. Nikuulize tena swali nyingine, lakini usinisuti, niulize nitakujibu, amba ukwelinmunu yani. Pia utaposti ntaposti kila kitu, ndugu yangu, mwanake nkiteseka silikuwa mwaona kwa nini nikifaidika nisipost? Nitapost mimi. Aya basi mpaka watu kama nyinyi muumie, nimemadisa mi naisiweziumia, mi niko vizuri. saa ndio hivyo tucheze basi tucheze. Utaoga? Siogi mimi. Tucheze tu kama tatu hivyo, alafu basi tucheze nao, usiwe hivyo guys, tutawezana na watu wa Mombasa yao eh.